Takwimu za nchini Tanzania kati ya Julai 2023 hadi Machi 2024 zinaonyesha kulikuwa na ongezeko la watu laki 293,952 waliohudhuria kwenye vituo vya huduma ya afya ya akili sawa na asilimia 6.3 ikilinganishwa na watu laki 246,544 asilimia 6 kwa mwaka 2022 2023. Katika kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa afya dr Godwin Mollel amesema serikali inatekeleza mikakati mbalimbali katika kupambana na kati tatizo la afya ya akili kwa kutoa huduma ya ushauri nasaha wa afya ya akili na uhamasishaji katika vituo vya afya 701, hospitali za rufaa za mikoa pamoja na hospitali ya afya ya akili Mirembe. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum Lucy Sabu amesema serikali imefanya mafunzo kwa wataalamu wa 2840 wakiwemo madaktari na wauguzi ili kuwawezesha kutambua na kushughulikia changamoto za magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo afya ya akili. Serikali inatoa huduma ya ushauri nasaha wa afya ya akili na uhamasishaji katika vituo vya afya 701 na, na hospitali zote za mikoa. Pili, serikali imefanya mafunzo kwa wataalamu 2,840 wakiwemo madaktari na wauguzi ili kuwawezesha kutambua na kushughulikia changamoto za magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo afya ya akili. Tatu, serikali imeanzisha huduma ya call center moja moja tano ambapo pamoja na majukumu na huduma nyingine, jamii inapata huduma ya ushauri nasaha ya afya akili kwa njia ya simu, lengo likiwa ni kuwafikia vijana wengi zaidi, kuwasaidia kwa haraka na pia kupunguza unyanyapaa kwa wale wasiopenda kwenda hospitalini moja kwa moja. Serikali imeahidi. Serikali imeanzisha vituo 1561 vya kutoa huduma rafiki kwa vijana katika mikoa yote ikiwemo huduma ya afya ya akili kupitia mkakati jumuishi wa vijana. Mahusiano, talaka, ukosefu wa fedha, ajira, magonjwa, upweke, mzigo wa familia au pombe kwa wanaotumia, zinatajwa kuwa sababu zinazochangia ongezeko la matatizo ya afya ya akili. Hata hivyo, kukosekana kwa sera ya afya ya akili kunaelezwa kuchangia tatizo hilo, ambapo licha ya kuwepo kwa sheria iliyorekebishwa ya mwaka 2008, bado haikidhi ipasavyo mahitaji ya sasa kuhusu upatikanaji wa huduma za afya ya akili.